Watu wengi walimwendea wakimwomba msaada, lakini wengi wao walishindwa kwa sababu walimjia kwa lugha ya huruma. Usiombe huruma, uza faida. Dunia haisikilizi machozi, inasikiliza maslahi. Ukiijua lugha ya tamaa za watu, unaweza kuwafanya wakupiganie bila hata kuwaomba. Leo hii tunaendelea mbele na kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Sheria ya 13, unapohitaji msaada, elekeza ombi lako kwa maslahi binafsi ya mtu, si kwa huruma au shukrani. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. Robert Greene katika sura hii anafunua ukweli mchungu lakini wa msingi katika maisha ya binadamu. Watu wengi hawaguswi kwa huruma, bali kwa maslahi yao binafsi. Wakati mtu anapotoa msaada, mara nyingi anatazama ni kwa kiasi gani msaada huo utamnufaisha yeye, iwe ni kwa hadhi, faida au hisia za kujihisi bora. Kwa hiyo, Greene anatufundisha kuwa Ukitaka msaada wa mtu au ushirikiano wake, usimshawishi kwa kumkumbusha mambo mazuri uliyomtendea zamani au kumlilia huruma, bali elekeza ombi lako kwa namna itakayomwonyesha manufaa atakayopata akikusaidia. Kisa cha kihistoria. Kardinali Richelieu wa Ufaransa na mwanafalsafa Greene, anatoa mfano wa kihistoria kuhusu Kardinali Richelieu wa Ufaransa, mtu mwenye ushawishi mkubwa katika karne ya 17. Watu wengi walimwendea wakimwomba msaada, lakini wengi wao walishindwa kwa sababu walimjia kwa lugha ya huruma: tafadhali nikumbuke, nilivyokutumikia, au nina shida kubwa, nisaidie kwa moyo wa upendo. Lakini wale wachache waliomwelewa vema walijua kumwambia, Mheshimiwa, nikisaidiwa nitakuwa nguzo ya nguvu zako katika eneo fulani. Kwa maneno mengine, waliweka msaada huo katika muktadha wa faida kwake, si upendeleo kwao na hawa ndio waliopata alichohitaji. Greene anasisitiza kuwa watu kwa asili ni wabinafsi. Hata tendo la kusaidia mara nyingi ni njia ya mtu kujihisi bora, muhimu au mwenye nguvu. Hivyo, huruma ni hisia dhaifu na ya muda mfupi, lakini maslahi binafsi ni nguvu ya kudumu inayoweza kuamsha vitendo. Mtu akihisi kwamba akikusaidia atapata kitu, ataweka juhudi kubwa zaidi kuhakikisha anafanya hivyo. Mfano katika maisha ya kila siku, ukitaka bosi wako akuongezee mshahara, usiende ukimwambia nina shida nyumbani, au nimefanya kazi kwa bidii sana. Badala yake mweleze kwa mtazamo wa faida kwake, nikiwa na motisha zaidi nitaongeza uzalishaji na nitasaidia timu kufikia malengo ya kampuni haraka zaidi. Hapo anakuona kama sehemu ya mafanikio yake mwenyewe na si mzigo unaomboleza katika ulimwengu wa siasa wanasiasa wenye busara wanatumia sheria hii kila siku wanapoomba wafadhili au wanachama msaada hawasemi tafadhali tusaidie kwa sababu tunateseka badala yake wanasema tukishinda utakuwa karibu na mamlaka na biashara zako zitastawi kauli hiyo inajenga daraja la maslahi ya pamoja na mara moja inawasha moto wa ushirikiano hata katika biashara wajasiriamali wanaojua sanaa hii hutengeneza ofa zao kwa mtindo wa maslahi. Hawasemi tafadhali ununue bidhaa yangu kwa sababu nimehangaika sana, bali wanasema bidhaa hii itakupunguzia muda wa kazi kwa asilimia hamsini na kukuongezea faida. Hapo mnunuzi anaona faida yake na si moyo wako. Greene anaonya kwamba mtu anayeomba msaada kwa huruma mara nyingi huonekana dhaifu Watu wachache wanavutiwa na udhaifu, kwani kwa namna fulani unawakumbusha hatari ya wao kuwa katika hali hiyo. Wengi wanakimbilia mbali na wanaonekana wanyonge, wakihofia kutumbukizwa katika mashimo ya wengine. Lakini wanapokutana na mtu anayeonekana mwenye mwelekeo jasiri na anayejua kutumia maslahi yao kama chambo, wanahisi usalama na hamasa ya kushirikiana naye. Greene anatufundisha kuwa kila ombi ni fursa ya kuonyesha mtazamo wa kimkakati. Hata kama kweli unahitaji kubwa, usilionyeshe kama udhaifu. Badala yake, liwasilishe kama nafasi kwa anayekusikiliza. Hii inahitaji ubunifu, kujua unachohitaji na kuelewa unachoweza kumpa mwingine kwa kurudi. Katika ulimwengu wa teknolojia, kampuni nyingi za mitandao ya kijamii hutumia kanuni hii kimya kimya. Wanawapa watumiaji huduma bure, lakini wanajua kwamba kwa kufanya hivyo wanapata kitu kikubwa zaidi, taarifa za watumiaji na muda wao wa umakini. Hivyo, hata wanapowapa watu msaada, bado wanakuwa wameweka mbele maslahi yao. Hii ni tafsiri ya kisasa ya kanuni hiyo hiyo. Fanya watu wahisi wanapata kitu, lakini ndani yake nawe unafaidika zaidi. Sheria hii inatufundisha kuwa ili kufanikiwa katika ulimwengu unaoongozwa na maslahi, ni lazima tuwe na hekima ya kuelewa tamaa za watu. Mtu anayeweza kuingia kwenye akili za wengine, kuelewa wanachotaka na kuonyesha kuwa kuwasaidia yeye ni njia ya wao kupata wanachotaka ndiye anayekuwa na nguvu ya kweli. Greene anayehitimisha kwa mtazamo wa kimkakati: kuwa mwerevu wa hisia za wengine, tafuta kinachowasukuma, na tengeneza maneno yako kuzunguka maslahi hayo. Kwa kufanya hivyo, hauombi tu msaada, unaunda ushirikiano unaojenga nguvu. Hitimisho. Sheria ya 13 ni moja ya kanuni muhimu zaidi katika The 48 Laws of Power kwa sababu inachambua moja ya misingi ya mahusiano ya kibinadamu. Watu hufanya mambo kwa sababu ya faida zao, si kwa sababu ya hisia zako. Swali, wakati unahitaji msaada unazungumza lugha ya hisia au lugha ya faida? Watu wanakusaidia kwa upendo au kwa sababu wanaona wewe ni mlango wa mafanikio yao? Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tupe maoni yako kwenye comment hadi muda mwingine. Bye bye.